Eh, huyu bwana Nuhu nadhani watu wengi sana watakuwa wanamfahamu. Ni mmoja kati ya masta hapa Tanzania, wamekuwa wakifanya vizuri katika gemu ya mziki wa bongo flavo kwa muda kidogo, lakini this time around kidogo, eh, kuna muda hapa aliyumba, alishuka. eh, na umaarufu wake ulikuwepo tokea huko eh, eh, zamani, alikuwa anafanya vizuri kupitia mziki, lakini umaarufu wake ukaja uke, ukaongezeka maradufu pale alipoingia katika mahusiano na mwanadada Shilole Shishi baby yule mmiliki wa Shishi Food, alikuwa na mahusiano na Nuhu Mziwanda, pale ndipo Nuhu pia umaarufu wake uka mkubwa zaidi, lakini baada ya kuja kuachana eh, akaendelea kidogo na mziki, lakini baada ya hapo ni kwamba alivyoachana tu actually, alivyoachana tu na Shilole alifanya kazi mpaka na Alikiba. Na nadhani nakumbuka hiyo ni moja kati ya ngoma, ni moja kati ya hit song ambazo Nuhu ameshawahi kuzitoa inaitwa Jikeshupa ambayo ile ilikuwa ni ngoma ambayo watu wengi sana walisema kwamba inamhusu ex wake ambaye ni Shilole, lakini at the end of the day mambo mengine yakaendelea. Sasa Nuhu hivi karibuni kidogo alipotea kwenye muziki na ameamua kurudi, na kurudi kwake kumeibua mijadala mingi sana, kutokana na watu wengi sana wanasema kwamba hali yake ya kiafya kama vile imeyumba tofauti na vile ilivyokuwa hapo awali. Lakini yeye ameendelea kuposti, kupushi kazi zake na ametangaza kwamba hivi kwa wadao mbalimbali ambao wanaupenda mziki mzuri kutoka kwake basi waende wakasubscribe katika peji yake ya YouTube eh, ya Nuhu Mziwanda huko YouTube, kwa sababu projecti zake nyingi atakuwa anaziachia hapo mara kwa mara, kwa hiyo watu wawe in touch na YouTube channel yake. So Nuhu amerekodi video na, so, ame na kuiposti katika ukurasa wake wa Instagram, lakini video hiyo imeenda viral huko mitandaoni, wakati Nuhu anazungumzia kuhusiana na ujio wa kazi yake mpya hivi karibuni reaction ya baadhi ya page na the way ambapo baadhi ya mashabiki walivyokuja kuweka maoni yao kuhusiana na eh, hii video ya Nuhu akiwa ana promote kazi yake. Hey yo, eh, bwana kwa mashabiki wa Nuhu Mziwanda wanaopenda muziki wangu, very soon, naenda kuachia project yangu mpya. So nenda subscribe my YouTube channel official Nuhu uwe wa kwanza kabisa kusikiliza na kupata ladha ya muziki wangu mpya. So Yeah, so Nuhu bwana alirecord hiyo video na akaposti, na sasa hapa kuna pages zimekuja kuripoti. Kwa mfano eh, kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba Nuhu anaumwa nini huyu jamaa kwani anaumwa nini eh, kuna mtu hapa Mr. Pimbe amekuja, me, me hapa mr amekuja amecomment hapa kwamba unga wa sembe huo. Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana come back brother, bwana acha pombe bro eh, umekaa umekuwa mzee ghafla kwamba kwa kwa, so mtu asifanye diet, jamani, mbona ku so, okay, comment hivyo. Siku zinavyozidi kwenda na yeye pia anazidi kubadilika, tukisoma na kureply kila comment lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.